Mwongozo wa kujifunza Biblia hii ikiwa ni Aprili 11, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Soma Ellen G. White. Ufunuo ukurasa wa 243 hadi 256 katika Matendo ya Mitume sehemu ya pili. Dini nyingi za ulimwengu zinashughulika tu na mawazo kwa utofauti mkubwa. Mawazo yanayopatikana katika dini ya Kikristo yamejikita kwa uthabiti katika matukio ya kihistoria. Biblia ni kisa cha Mungu akishughulika na wanadamu katika historia, na kwa kujifunza maelfu ya miaka ya kushughulika huko, tunaweza kujifunza mengi kuhusu tabia ya Mungu iliyothabiti isiyobadilika. Wakati fulani, hata hivyo, Wakristo wanalalamika kwamba wanachoka kusikia mambo yale yale. Wakati fulani wakati ujumbe wetu wa kipekee wa kiunabii unahubiriwa hadharani, tunadhani kwamba tayari tumeusikia na hatuna jambo jipya la kujifunza. Hata hivyo, ukweli kwamba ujumbe wetu haubadiliki na thabiti haumaanishi kwamba ni rahisi au usioleta changamoto. Kinyume chake kabisa. Unaposoma habari inayowasilishwa kwetu kutoka katika akili ya Mungu asiye na ukomo, Unagundua haraka kwamba kamwe hautafikia mwisho wa somo. Moja ya sababu Ellen G. White anabainisha kama sababu ya kuandikwa kwa kitabu cha Ufunuo ilikuwa ni kulisimika kanisa la Kikristo katika ujumbe wake wa kihistoria kwa wakati wote. Baadhi ya watendakazi vijana wakati huo walichoshwa na ukweli uliokuwa unafundishwa kwa kurudia rudia. Katika shauku yao ya kupata kitu fulani kilichokuwa kipya na cha kupendeza na kushangaza walijaribu kuingiza awamu mpya ya mafundisho. Matendo ya Mitume, sehemu ya pili, ukurasa wa 244 na 245. Kwa kiasi hicho si kitabu tu kinachohusu wakati ujao, pia ni kitabu kinachohusu wakati uliopita kilichokusudiwa kutudumisha kukita mizizi katika imani yetu ya kihistoria ili tusipotoshwe na tamaa ya kutafuta kuwa wapya. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Maandiko hayajashindwa kutoa habari mpya na ufahamu mpya, mtu anawekaje usawa kati ya shauku ya kujifunza jambo jipya na umuhimu wa kudumu kujikita katika kweli ambazo tayari tumepewa? Swali la pili. Kanisa linapaswa kuitikiaje tafsiri mpya za unabii? Ingawa tunajua kwamba daima yapo mengi ya kujifunza, tunawezaje kutambua ikiwa nuru mpya ni muhimu au mtindo tu au hata makosa? Swali la tatu. Katika vita vya pili vya dunia, akiwa baharia katika bahari ya Pacific, alilala katika hali ya kukaribia kufa, alimlilia mganga, mimi ni yatima. Nikifa nani atanikumbuka? Mganga alimjibu nitakukumbuka daima. Ingawa maneno ya daktari yalikuwa na nia njema, hatimaye yeye pia angekufa, na hivyo ndivyo kumbukumbu kumbu ya baharia yatima ingetoweka. Simulizi hili linatusaidiaje kutambua kutokuwa na manufaa na kukosa maana kwa maisha yetu yote, ikiwa kifo hatimaye ndicho chenye uamuzi wa mwisho? Hii ni Aprili 11. Mwisho wa somo la pili robo hii. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nasi sasa na hata milele. Amina.